Hii hapa ni steel tape, uh, kutoka Deli Tools uh, ni kifaa bora kabisa, ni tofauti na tape zingine, ni tape moja imara na inarahisisha utendaji kazi, haishiki kutu. Kwa hiyo kisha chukua tape hii, inakurahisisha kama vile ambavyo unaona eh, mahali hapo ni nene. Yeah, ni nene, ni tape ambayo ni nene nene, kwa utendaji kazi wako unakuwa ni mzuri kabisa, na namba zinasomeka vizuri, kama vile ambavyo na unaziona mahali hapa, namba zake ni kubwa, hata kama ni kipofu eh, haoni vizuri, macho yake hayaoni vizuri, ni rahisi sana kuweza kuona kwa karibu sana. Hapa Deli Tools uweze kujipatia kifaa hiki bora kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi wako, aidha unapokuwa nyumbani au kwenye matumizi yako ya, ya, ya kitaalam kama fundi. Karibu sana waweza kujipa. Tupo Mwenge, tupo Dar es Salaam Mwenge. Uh, tupo Dar es Salaam Mwenge, hii barabara ya Coca-Cola kuelekea, uh, chuo cha Tumaini. Tupo opposite kabisa na jengo kubwa la Natai Plaza. Kwa karibu sana uh, tuweze kukuhudumia